What's up YouTube, karibu tena Jorams Dating Hub, sehemu pekee ambayo tunakufunulia psychology ya wanawake ni jinsi gani ya kuwaelewa kwa undani zaidi. Hii video, hem like, e, kwa sababu ni muhimu sana kwa wako na kwa a watu wengine ambao hizi information hizi taarifa zinapaswa kuwafikia. Sasa leo, kuna kitu nilikuwa nikifanyia tafiti za muda mrefu, yenyewe ni zile nguzo tano ambazo zinafanya mahusiano ya dumu. Kwa leo, nataka nikupe nguzo kuu tano ambazo zitafanya mahusiano wako ya dumu. Wengi tunafikiri ni wapenzi akisha kupenda tu basi natosha. Hapana, si kweli Penzi ya toshi. Love is a very tenuous emotion. Unaweza ukampenda mtu leo, kesho ukamchukia kabisa, utamani hata kumuona. Ndio maana upendi kumuona kswak. Kwa nini? Sababu ilipendana tu, kuna vitu zingatia kwenye hayo mahusiano wan ambazo ndio nguzo za mahusiano. Kamata daftari ka kamata kalamu, ni kwenye yakupeleka kwenye fun ride ya ku understand mahusiano na wanawake okay. Okay, sasa nguzo namba moja ni mawasiliano. Yes, a classic ushasikia, kila mtu anakuambia mawasiliano, mawasiliano, lakini kwa nini mawasiliano? Hawajui, hawakuambi kwa nini mawasiliano, lakini mawasiliano ni muhimu sana kwenye mahusiano. Msipowasiliana ni ngumu kum understand, ni ngumu kumuelewa mwenza wako, mtu naye dil naye. Ukisha kuwa kwenye mahusiano na mtu anaona thamani ya last muda mrefu, kuna vitu vya muhimu vya kutambua: anapenda nini na kipi apendi, na anathamini nini na kipi athamini, kipi unapaswa kumfanya mwisho kitambo sana kipi upaswa kufanya kitamfanya akireke sindiwa? Na kipi waga kini, madhaifu yake ni kupaswa kutambua madhaifu yake na strength zake. Njia na nzuri na effective ya kujua a kujua hivi vitu vyote nilivyokuambia hapo awali ni kwa kuwasiliana naye, nae aidha kwa kumuuliza direct au kuangalia vitu ambavyo wanafanya, lakini njia ambazo wengi tunashauri ma psychologist na watu kwaliyo na wataalamu wa ndoa ikiwemo na mimi, na shauri wa mawasiliano ndio. Mwambie mpenzi wako kipi unapenda na kipi upendezi nacho. Ndio amefanya kitu unyapenda, wasiliana, mwambie, mwelekeze, mkumbushe kwamba hey, kwa tone fulani, kwa kwa lugha fulani ambayo haionyeshi hostility ndio. Kwa mfano labda amesahau kukupigia simu na alikuwa ameahidi atakupigia simu, sindi, uende upale kwa mwambie kwa nini hukunipigia simu na ulisema utanipigia. Hapana, Unafika pale unakuwa playful, maana unamnyonga mwana wangu chezea, unamtikisa afu unambea afu ndio sasa ile mtakanya ile nembo ya kupigia simu, maana hapo atakwambia, kwa sababu, kwa nini unapigia? Ah, nilipitiwa, nilikuwa na kazi, mara nilisawa, si ndio? Lakini ukienda na na energy ya kwamba unamgombeza. Hivi kwa nini kunipigia simu za zile? You know, naona are you effective? Same goes na vitu vitu ambavyo unapenda na vitu ambavyo unafurahia kufanywa. Yes so psychic au so mtu ambaye anasoma ubongo wako kujua kipi unapenda na kipi unapende. Kumwasiliana naye na kumuelekeza na, na kumfundisha kipi unapenda ndio njia rahisi ya hey, kujua kipi anapenda. Na una encourage the same kwake na yeye au yanafunguka kwako. Unafanyaje kwa kuwa mtu friendly so mtu wa kumjudge, akiwa anakuambia vitu ambavyo upendi apendi. Kwa mfano anakuambia mimi sipendi labda kwenda club, so uanze kumwambia we upendi tu club, ujui club zikoje? Hapana, unamsikiliza, unamkaa chini, unamsikiliza, unaelewa upande wake, unasemaje, kwa nini anapenda ambavyo unapenda na kwa nini apende ambavyo apendi. Ndo so, maana ni muhimu sana kuwasiliana. Naweza nikaongelea hata masaa matatu mazima jinsi gani, kwa nini ni muhimu kuwasiliana, lakini nafikiri huo mfano na haya maelezo machache kwa sababu tu ya hii video sitakiwe ndefu, imeshakupa mwanga ya kwa nini mahusiano ni muhimu ni mahusiano. Okay, sasa nguzo namba mbili ni uaminifu. Yes, ushasikia kila mtu anakuambia uaminifu, uaminifu, uaminifu. Of course hawakuambii kwa nini, lakini hii video nataka nikuambie sasa kwa nini uaminifu. Uaminifu haupo haujawekwa kwa kwamba eti hauchi au hautoki na wanawake wengine au haufanyi vitu mvuna ambavyo, hapana, ni vipi ambavyo umekukataza hapana. Uaminifu ni kuwa mwaminifu kwako peke yako in terms ya kifedha, kimaadili, ki vitu ambavyo umeambiwa values zako, you know, ambazo uaminifu uwepo kwenye inaitwa wazi. Uaminifu ni kuwa kuwa mkweli, kuwa true kwamba h hey, mimi si cheat na sita cheat, lakini pia sitafanya vitu mkuu upendi kufanyia, ndio sitafanya vitu mkuu utamani mimi ni kuwa na kufanyia ndio Uaminifu, unakuwa mwaminifu, unakuwa mtu ambaye sasa ukisema kitu unaishi, especially kama ni mwanaume, ukisha unasema vitu unaishi kwenye maneno yako na una encourage the same, kwa sababu mwanamke wako mtoto, kioo, kioo ni kama mtoto ni kama kioo. Ni mshenzi si mwaminifu ni mpumbavu, na yeye anakuwa vivyo hivyo, sindio? Tokea kuna situation imetokea, ambayo umekuwa umeenda nje ya principles, nje ya vitu ambavyo unapaswa kufanya una, unaisema out loud mwenzako anakusikia anakuandstand anasema, yes jamaa honest, amekuwa honest. Ikitokea tatizo labda, ili ilitokea ulicheat, nenda kama kumwambia kwamba hei, ni tena labdaitokea bahati mbaya kmmt na kuwa na mtu mwaminifu, iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye mahusiano, iwe kwenye social settings, kila mtu anatamani kuwa mwaminifu kwao. Na wewe una inspire sema, au unamfanya mwenzako, au mtu mwema, mnapendana ili awe mwaminifu, unaanza sawa, yeye kwa mwaminifu na mwaminifu, ni nguzo ya kila kitu. Ukiacha kuwa mwaminifu sidi, ukaacha kuwa honest partner wako, utashangaa anafanya vitu kwa kuambia, mara anajenga nyumba kwa bi mara anafanya vitu ambavyo inamfaidisha yeye na akwambii. Mara anaanza kuweka siri moyoni, mara anaanza kutumia vitu moyoni. Kwa nini? Ni kwa sababu hakuna communication, hakuna mawasiliano, pia hakuna mwaminifu. Mona auko wazi juu ya, ya mshahara wako au wa vitu mbavyo unafanya mke wako mpenzi wako, hayo mahusiano yatalasti muda mrefu. Ikiendapo huyo mpenzi wako huyo mke wake akifaida akigundua kwamba aukuwa mwaminifu na vitu ulikuwa unafanya vitu vya siri kama kuchite au ulikuwa unajenga nyumba una biashara ya mshahara, yaani vitu vitu trivia kama hiyo. Uaminifu ni nguzo muhimu sana mahusiano na msiano. na msiano. Okay. Sasa, nguzo namba tatu ni nini? Nguzo namba tatu ni muda. Hakuna mahusiano bila muda, si ndio? Huu ni mtu wa kutenga muda na mpenzi wako. Because sababu mahusiano ni memories, ni zile kumbukumbu, ni vile vitu vidogo ambao unafanya na unamfanyia na mwenzako unamfanyia, ni zile sehemu ambazo mnaenda pamoja, ni zile picha ambazo mnapiga mkiwa pamoja, ni moments, ni kumbukumbu. Mahusiano ndio kumbukumbu. Hata sasa hivi ukiachana na mtu, kumbukumbu ndio zinazokutesa, kumbukumbu ndio zinakufanya usilale usiku, unakumbuka una miss. Ndio kwa mahusiano ni mahusiano mahusiano ni kutenga muda tofauti na muda wa kazi, na kutenga muda tofauti na muda ambao unakuwa uko occupied. Ndiyo, kama mtu utenge muda na mpenzi wako, ni rahisi wewe kuacha, ni rahisi yeye kutafuta mtu mwingine ambaye anatenga muda naye. Kwa mahusiano haya kudumu muda mrefu, kwa always kuwa ni mtu ambaye unaprioritize mahusiano yenu over kila kitu. Kazi, biashara, sijui watoto, sijui mjomba, sijui msiba, hizo ni vitu ambavyo vinaingilia mahusiano yenu, sababu ni vitu vya kupita. Mwisho wa siku, mahusiano yako na kila kitu ambacho unapaswa kufanyia kazi zaidi kuliko hata hiyo kazi ambayo unaenda kufanya. Of course hela ni muhimu, lakini sisemi kwamba uwe kila saa mtu ambaye uko unatafuta hela tu masaa 24. Sisemi uwe mtu ambaye kila saa uko away from your family family. Kila saa kama unafanya kazi ambayo inakusababisha wewe mbali na familia, hebu jitahidi utafute kazi ambayo inakufanya wewe mara nyingi una spend time na familia yako. Sababu sisi ni wanadamu. Kuna vitu tunatamani, especially kama unampenda mtu na, na kama mpena, mpena, mpena zamani kila saa we, karibu kila saa mnacheka cheka, kila saa mnapigana na, na mito. Kama hautapata muda na mpenzi wako, kama utatenga muda kuwa pamoja naye, hao mahusiano ya hata kaidumu muda mrefu. Ndo maana mahusiano ya mbali, zile long distance, yanavunjika, kwa sababu wote mnakosa muda. Nahitaji kumkumu, nahitaji moment, bila kutenga muda na kuwa eti uko overly focus, uko focus na kazi kuliko mpenzi wako sehemu huwas na mpenzi wako kazi, lakini huwa unatenga muda ambao, huo muda ukipata huo muda, na una ukamua kila kitu ambacho naeza kukamua. Siku moja unaitenga, una siku moja naenda out pamoja, pamoja naenda cheki movie pamoja, naenda kama kama familia, naenda kula um, sehemu pamoja, unatenga muda watu, unakuwa active involved in your family na na mahusiano yako. Kama si mtu wa kufanya hivyo, dalili ya kwamba wewe mahusiano yako hayataishi muda mrefu ni kubwa mno. Time time na muda time time time muda muda muda ni muhimu sana kwenye mahusiano. I can't stress this enough kwa sababu tayari ni kitu ambacho na kwa sababu unajua. Okay, sasa namba 4 ni nini? Nini namba 4? Ni kwamba malengo, si ndio? Kuna maono kuna malengo kuna dreams kuna aspiration kuna vitu ambavyo wewe unatamani kufanya na, au kuna vitu ambavyo una dream unaviona kwenye hayo mahusiano, natamani hiyo you know, you know, ndo nguzo ina guide ya mahusiano. Of course mahusiano ambayo hayana malengo ni nothing. Huwezi ukawa unahusiana na mtu halafu unataka muishi yadumu ya, ya muda mrefu halafu hamna malengo, lazima like, mna goals, watoto wangapi mnataka kupata kama mtaki watoto unamwambia, kama yeye anataka watoto unamwambia, ni vitu ambavyo mna communicate malengo yenu, msijue inabidi kama mahusiano kama ndoa, hiyo ni ndoa au mahusiano ambao unatamani last muda mrefu, lazima wote mjue kwamba malengo yenu ni wapi, kuanzia kibiashara, kuanzia kibiashara, kuanzia kifedha, malengo ya kifedha, malengo ya familia, malengo ya kiafya, malengo ya ya kila kitu, in a way kwamba malengo yenu mnakuwa mna work, nafanya kazi pamoja kufikia malengo yenu kwa pamoja, sababu mwisho wa siku mnatamani muenda pamoja, muishi pamoja, kufanya kila kitu pamoja. Si kama malengo yenu ni tofauti, huyu ana, ana aspire labda, na malengo yake ni kuwa huru, hataki watoto, anataka hawe free kufanya mambo yake akiwa, lakini wewe ni mtu ambaye uko focus, unataka watoto, unataka kulea, takuwa ni ngumu sana mtaishi pamoja, sababu mna values tofauti

kama mna biashara wote, mmewekeza nguvu zenu kwenye hiyo biashara. Kama mnafanya kazi, labda mna malengo, mna kiasi cha fedha ambazo mnakitunza, mna, mna mna mna labda mjenge nyumba mfungu eno, au mfungue biashara yenu au mwajiri watu au whatever the case. Lakini always, always, always lazima muwe mna malengo naweka, kama mwanaume na jukumu lako hata kama mwanamke ana ni unamkonvert unamfanya naye ana malengo yote, ana move pamoja, anapeleka pamoja towards the same goal. Yani hiyo lengo ni moja always, always, always tafuta malengo, malengo. Mimi nimekuja kuiona tabia nzuri sana ya kufikisha watu mbali, kwa sababu mkishaanzisha project ni ngumu sana kuachana, kama hiyo project haijakamilika, si ndio? Umefikia nusu project labda ni biashara, umefikia nusu, kugawana mali na kuvunja ile biashara itakuwa ni ngumu sana. Kwa nini kufanya? kwa ita, ita force solve hiyo is issue ambayo itawafanya mtu mwachane ile biashara, au hiyo vitu viendelee? kama goals zenu ni moja kwenye maisha, malengo yenu ni moja kwenye maisha, kwa nini usio na wewe mtu milele? Lakini ni, like, ni rahisi sana mfanye kitu kimoja au wili kuliko mpeke yenu, kwa utafuta malengo. Okay, zay, mwisho kabisa ni heshima. Mapenzi, upendo ni heshima, shaongelea kwenye video yangu iliyopita. Upendo ni heshima, heshima ni upendo. Ndio unapenda watu unaowaheshimu na unaheshimu wa una watu unaowapenda. Heshima ni nini? Heshima ni kutokufanya kitu makusudi. Heshima ni kuto kumkosea mwenzako makusudi. Heshima ni kuogopa kufanya vile vitu ambavyo unajua kabisa vitakera mtu, si ndio? Heshima ni heshima ni, ni kufanya kitu ambacho mpenzi wako amekuagiza ufanye bila kukwasi na bila kuuliza motives behind. Heshima ni nini? Heshima ni kupenda kwa kama unampenda mtu utaogopa, automatically utaogopa kufanya hivyo vitu. Lakini upendo pia pekee hautoshi, inabidi upendo uwe na heshima. The reason being kwamba wewe na mzazi wako kwa nini hamjagombana au mjezinguana au bado still mnapendana na mnaheshimiana? Kwa sababu ni moja, kwa sababu ni kwamba mapenzi na heshima yalikuwa yote at the same time, ulikuwa na heshima na huku unampenda sindivyo? Kwa kama unapendana, natamani muishi pamoja, mlast muda mrefu, lazima heshima iwepo, lazima heshima hiyo, ni nguzo muhimu sana eshimu endako kuheshimu au mwanaume. Kila mwanaume anatamani heshima kwenye mahusiano, lakini uwezi ukawa mheshimu mwenza wako afu kategemea naye anakuwa anakuheshimu. Tuna mwanamke ana reflect, yani ukitaka kujua kuhusiana na mwanamke, mwanaume wako ndio atakwambia. Mwanamke anafuata nguzo ya mwanaume, naseenini mwanamke na mwanaume anasema hakuna heshima kwenye mahusiano, na hiyo mwanamke anakuwa, hiyo naye anakuwa na shida ya kunywa pombe, analewa ovyo. Lakini kama umejenga mahusiano wako kwa bezi ya heshima, kwamba unamheshimu mpenzi wako na uko tayari kufanya chochote ambacho atakuagiza, na wewe uko tayari kufanya chochote ambacho na yeye yuko tayari kufanya chochote ambacho utamwagiza ni rahisi sana, ni rahisi sana kuishi muda mrefu kuliko kama hamuheshimiani, kukosa kuheshimiana ni, ni very critical bro. Sisi si tunikumbie kwa sababu heshima ndio basis ya kila kitu. Kila kitu kuanzia kwenye biashara, kwenye maisha, kwenye urafiki, kwenye nini, kama mheshimiani kama marafiki ngumu nyevu, kuishi e muda mrefu kama marafiki. Kama amu... hakuna heshima si unisemini. Ishi heshima ni basis ya kila kitu. Heshima ndo mzama. Kwani unamfanyia sana sa mzako wa heshima. Kuheshimu wao na kuwa ni kuwa na kuheshimu wao. Hauwezi uh, kama unajiheshimu afu na mheshimu na mwenzako afu mwenzako kushiheshimu hata siku moja, inawezekana. Kwa ni jukumu lako kama mwanaume ku instill au kuingiza kuchomekeza hiyo culture, hiyo tamaduni ya kuheshimiana, kwa sababu inaanza na nyie, then baadaye watu wenu, then baadaye hivyo unaandaa kizazi cha watu ambao wanapendana, kuheshimiana. Kwa heshima ni nguzo muhimu sana bro, instill heshima kwa, kwanza kujiheshimu pekee yako. Ni mlevi una